Loeva Ministry, tunasimama. Usikose kwenye ibada kubwa sana yenye matokeo makubwa kwenye maisha yako. Karibuni wote Loeva Ministry. Jumanne hii ya tarehe ishirini na moja Oktoba elfu mbili na ishirini na tano kutakuwa na ibada ya kitofauti kidogo. Mtumishi wa Mungu Kuhani Eliya Abel Haule ataponya watu kwa namna ya tofauti siku hiyo. Wewe mwenye matatizo sugu, njoo siku hiyo, utapona wewe mwenye kansa, wewe mwenye presha, wewe mwenye kisukari, wewe mwenye vidonda vya tumba sugu, njoo. Hayo yote kwa Yesu yanawezekana. Siku hiyo ibada itaanza tisa rasili. Tutakuwa live YouTube, utaingia kwa jina la Loeva Ministry. TikTok utaingia kwa jina la Kuhani Eliah Abel Haule. Wewe unaye tutafuta popote, utatafuta tuta tuta kwa namba 076285 69 Nane sifuri wewe unaitokea popote pande utapanda gari ya Kimara utashuka Kimara Suka utachukua usafiri ambao utakuleta Golani G9 Hapo hapo hapo utakuwa umefika kanisani watu wote mnakaribishwa